Yeah. Kwa hiyo ni na nyingine labda ukiachana na hiyo. Ukiachana mm. na hiyo kwenye kwenye hivi kushuti napo ndo unakuta kama hivyo, pengine mtu ambaye unaweza ukawa unacheza naye yule, pengine leo kapangiwa simu, wewe utacheza na fulani, simu yako fulani. Ah, lakini yule mtu unaweza wewe ukaenda, okay, mapema pale au mkapanga muda ambao tunatakiwa saa moja kamili tu tushafika location mm -hmm. lakini saa moja hiyo wewe ukajitahidi ukawahi kufika saa moja hiyo mm. lakini bado wale wenzako waje pengine saa tano saa sita. Kwa hiyo unakuta tayari wewe umeshapoteza muda mkubwa sana, toka ambapo umefika pale. Kwa hiyo kiukweli, unakuwa unakuta kile kitu kinauma sana, ndio kinakatisha moyo, kinakatisha moyo. Lakini ndio unakuta utafanyaje, ndio napambana nayo. Unafikiria nini baada ya miaka mitano ya mbele ijayo, utakuwa kwenye nafasi gani? <laughs> Kukweli natamani, yani natamani natamani sana mm -hmm. Yani niwe katika level kubwa kabisa, ambao hata o wa wasanii wenzetu hao wa, ambao wako juu huko, natamani nifike nao kama hivyo. mm, mwigizaji gani ambao unatamani uje ufanye naye kazi mm. Ni wengi, ila Gabo sana, Gabo <laughs> <laughs> kwa nini Gabo na sio wengine? Amna, unajua toka na dhamani niseme tu ule ukweli mm -hmm. Nilikuwa napenda sana kufuatilia movie zake sana kufuatilia sana na napenda mpaka sasa hivi nikimwona yeye tu yumo, basi roho yangu inakuwa mm -hmm. na rizika kwa, kwa upande wa wanawake labda kwa upande wa wanawake sana nampenda Wema, kusema tu leo ukweli Wema japo mm -hmm. huwa ana, ana- ana- nini anaigiza kwenye sanaa lakini inakuwa sio sana, lakini kiukweli nampenda sana, sana uigizaji wake. Nothing. Kwa nini? Ipi sababu ya msingi? Tu vile alivyo unatamani kuja kuwa kama kama yeye. Ongera sana, ongera sana. inawezekana right. kule kuna mtazamaji kijana kama wewe au kama yeah. Mimi anatamani kuja kuwa mwigizaji kama wewe, anatamani kuja kujumuika na ninyi kwenye grupu lenu, labda mnapatikanaje? kama kijana ambaye ananisikiliza ana amevutiwa kuja kujunga katika kikundi chetu, na anatamani nae ndoto zake zifikie huko anapohitaji, basi tunamkaribisha, na kupatikana kwetu sisi sisi, tupo Machui, kikundi chetu kiko Machui. Machui pale ko, kuna namba za simu tunaweza tukaacha hapa, anaweza akapiga, aka uongozi ukazitaja au hazipo kichwani <laughs> zipo mm -hmm. Ni sifuri sita sifuri sita, themanini na saba themanini na saba, tisini na mbili, tisini na mbili, zero tatu, zero tatu, zero nane zero nane zero. Aya, kwa kumalizia kabisa, ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani kuja kuwa wagizaji kama wewe? Ushauri wangu mimi ni ile ile tu kwamba wasikate tamaa wapambane. Kama mtu una ndoto kweli, mwenyewe ndoto yote ile, haijalishi iwe ni sanaa iwe ni nini, kama una ndoto kweli ambayo toka na mwanzo mwenyewe umewekea malengo, basi mimi nikushauri kwamba usikate tamaa, kama mimi nilivyokuwa sijakata tamaa mpaka sasa hivi hapa na wewe kijana mwezangu usikate tamaa. Asante sana Ki, kijana unaambiwa kwamba usikate tamaa kama una ndoto ya kuigiza basi karibu sana, sio kwa wao tu, lakini pia kuna nafasi nyingi ambazo unaweza ukafanya ukapasi ukafanya vizuri na ukawa mwigizaji mkubwa kabisa. Ndugu mtazamaji uh, wa Zantime tulikuwa hapa, tuko na mgeni wetu hapa. Nadhani tumefikia tamati ya kipindi hichi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Hadi wakati mwingine. Mmeshiriki kwa timu ama ilikuwa ni baadhi tu ya watu kwa kushiriki? Tumeshiriki ni timu kabisa. mm -hmm. Lakini unajua kwenye kushiriki hiyo ni timu, unakuta kama ile kuna yule mhusika zaidi ambaye anaweza akabeba mchezo mzima, wahusika, kuna wale wengine ambao wanaweza wakawekwa tu baadhi ya sini. Ndio, ni inaitwaje? Street Gate group okay. Stay. Street get. Street gate, Street gate atid At group okay. Na hichi kikundi kiko machuwe. Ndiyo, ila kwenye YouTube pia tunatumia hilo jina la 3gate. Kwa hiyo wakitaka kutizama movie ya ya Zahra filamu, wana wanaweza kaipata eh, aingie tu pale YouTube, akiandika tu 3gate, yes, basi inaweza ikaja 3gate, anaweza akaandika na na, huu mchezo ambao tunarusha kwa sasa hivi YouTube unaitwa Zahra Zahra, kwa kiandika tu pale anaipata, eh, anaipata, ni series au ni ni movie ambayo imekamilika? ni series, okay. Series, bado inaendelea bado inaendelea okay. Mpaka sasa metuma pande vingi hivi, tuna kama episodi tatu hivi mpaka nne. Okay, hongera sana mm. hongereni sana naweza nikasema, yes, kwa indeed. kwa hicho yes. kikundi ambacho mmeonyesha me kwamba mnania mna utekelezaji pia lakini mmeamua kwenye kufanya hiyo. Yes, turudi kwenye upande wa uh, tamthilia kwa kipindi hichi ama kwenye hichi kizazi cha sasa hivi, ulisema kwamba watu wengi wanaamini kwamba filamu ama uwektizaji ni uhuni. Wewe ki upande wako unawaambia nini? Maanake ndo tayari upo kwenye huo uhusika. mm. kweli niwaambie tu kwamba sanaa sio uhuni japo wengi wao wanafikiria hivyo, sanaa ni uhuni. Lakini sanaa sio uhuni, sio uhuni kabisa, kwa sababu kama mtu una malengo kabisa na kile kitu, basi kule unapoenda unafata kile kitu ambacho unakifuatia. La kama wewe mwenyewe unahisi hauna nania na kile kitu, basi unaenda kule kwa kufuata tu mambo mengine. Lakini mi niwaambie tu kwamba wasikate tamaa, sanaa sio uhuni, wajitahidi kutimiza malengo yao. Hongera sana. Nadhani ushauri wameweza kusikia watazamaji kule. Turudi kwenye upande wa changamoto, tukiachana na kama wewe ni mwanamke, lakini pia ni mwigizaji, ni mtu ambaye umeingia kwenye hiyo kazi, changamoto ni zipi na vipi unazitatua? Ah, changamoto kwa kweli nyingi. Hmm. Changamoto kwenye kuigiza ni nyingi, unaweza ukakutana nazo ni nyingi sana. Kama kwenye kucheza sini, unaweza pengine ukapewa sini, sini ukaambiwa ulie ukakuta pengine ile siku ya ambayo ile simu naambia hii simu natakiwa hapa ulie, ulie, ulie kweli kweli, chozi likutoke. mm -hmm, lakini wewe kila ukijitahidi kaja ile simu uicheze li vile unavyotakiwa, lakini unakuwa haiji. Inakua na, ule ehe, na unatakiwa pale ucheze kama kulia, ulie, mm ulie -hmm, kabisa ule uhalisia uwepo mm -hmm, lakini unakuwa unashima, unakuta ndio changamoto, ndio kama hizo. Kwa hiyo itabidi upambane nayo, upambane, ehe, upambane kweli kweli, mwisho wa siku mm -hmm changamoto ndo kama hizo huwa zinatokezea kwa hiyo, ni na nyingine labda ukiachana na hiyo ukiachana na hiyo mm, kwenye, kwenye hivi kushuti napo ndo unakuta kama hivyo pengine yule, simu, fulani, ah, mtu ambaye unaweza ukawa unacheza naye yule, pengine leo kapangiwa simu, wewe utacheza na fulani simu yako fulani, lakini yule mtu unaweza wewe ukaenda mapema pale, au mkapanga muda ambao tunatakiwa saa moja kamili tu tushafika location mm -hmm. lakini saa moja hiyo ukajitahidi ukawahi kufika saa moja mm hiyo -hmm. lakini bado wale wenzako waje pengine saa tano saa sita kwa hiyo unakuta tayari wewe umeshapoteza muda mkubwa sana, tuko ambapo umefika pale mm -hmm. Kwa hiyo kiukweli, unakuwa unakuta kile kitu kinauma sana, ndio kinakatisha mu kinakatisha mu. Lakini ndio unakuta utafanyaje, ndio napambana nayo. unafikiria nini baada ya miaka mitano ya mbele ijayo, utakuwa kwenye nafasi gani? <laughs> Kiukweli natamani, yani natamani natamani, natamani sana mm -hmm. Yani niwe katika level kubwa kabisa, ambao hata wao wasanii wenzetu hao wa, ambao wako juu huko, natamani nifike nao kama hivyo Mwigizaji gani ambao unatamani uje ufanye naye kazi? Ni wengi, ila Gabo sana, Gabo <laughs> kwa nini Gabo na sio wengine? Amna, unajua toka na dhamani niseme tu ule ukweli. mm -hmm. Nilikuwa napenda sana kufuatilia movie zake, ndio zikakuhamasisha sana, na napenda mpaka sasa hivi. Nikimwona yeye tu yumo, basi roho yangu inakuwa na rizika. Kwa, kwa upande wa wanawake, labda kwa upande wa wanawake sana nampenda Wema, Wema tu leo, ukweli. Wema japo mm, huwa ana, ana ana- nini anaigiza kwenye sanaa, lakini inakuwa sio sana, lakini kiukweli nampenda sana uigizaji wake. Anafengi. kwa nini ipi sababu ya msingi? the way tu vile alivyo, uje kuwa kama kama, yeye, kama, kama, kama, yeye. Hongera sana hongera sana. Inawezekana kule kuna mtazamaji kijana kama wewe au kama mimi anatamani kuja kuwa mwigizaji kama wewe, anatamani kuja kujumuika na nyinyi kwenye grupu lenu. Labda mnapatikanaje? Um, kama kijana ambaye ananisikiliza ana, amevutiwa kuja kujiunga katika kikundi chetu na natamani nae ndoto zake zifikie huko anapohitaji. mm -hmm. Basi tunamkaribisha na kupatikana kwetu sisi mm -hmm. Sisi tupo Machui, kikundi chetu kiko Machui. Machui pale kwa, kuna namba za simu tunaweza tukaacha hapa, anaweza akapiga, labda uongozi ukazitaja au hazipo kichwani <laughs> zipo mm -hmm. ni sifuri sita sifuri sita themanini na saba themanini na saba, tisini na mbili tisini na mbili zero tatu, zero tatu zero nane, zero nane. Aya, kwa kumalizia kabisa, ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani kuja kuwa waigizaji kama wewe? Ushauri wangu mimi ni ile ile tu kwamba wasikate tamaa wapambane. Kama mtu una ndoto kweli mwenyewe, ndoto yote ile, haijalishi iwe ni sanaa hmm. iwe ni nini, kama una ndoto kweli ambayo toka na mwanzo mwenyewe umewekea malengo hmm. basi mimi ni kushauri kwamba usikate tamaa, kama mimi nilivyokuwa sijakata tamaa mpaka sasa hivi hapa. Na wewe kijana mzangu usikate tamaa. Asante sana kijana, unaambiwa kwamba usikate tamaa kama una ndoto ya kuigiza basi karibu sana, sio kwa wao tu, lakini pia kuna nafasi nyingi ambazo unaweza ukafanya ukapasi ukafanya vizuri na ukawa mwigizaji mkubwa kabisa. Ndugu mtazamaji, uh, wa Zan time, tulikuwa hapa, tuko na mgeni wetu hapa, nadhani tumefikia tamati ya kipindi hichi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Hadi wakati mwingine.